fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu, kwamba ikiwa mtu atamwacha mume atamwacha mkewe kwa maana baada ya talaka mbili ile ya mwanzo na ya pili ikimalizika mbili, akimwacha ya, ya tatu, basi fala tahillu lahu min ba'du, basi haitokuwa halali kwake yeye baada ya hapo, yani kumrejea si halali kwake tena, hatta tankiha zawjan ghayrahu, mpaka aolewe mwanamke huyo na mwanamme mwingine. Sio mpaka wapange mpango wa kuoana wakadanganya kuwa wanaoana. Hapana, hata tankiha zaujan ghaira. Na neno nikah ni lafdhun shar'i, neno la kisheria. Kwa maana hiyo, ikiwa watapanga mpango kwamba waoane wa, wa, kwa lengo la muda tu kupitisha, ili kwa imradi kwamba arudi kwa mume wa mwanzo, wakipanga hilo basi sahihi katika mashhuri zaidi katika fatwa ni kwamba hata ndoa yao haitosihi, kwa sababu hawa hawaoani kwa sababu ya ndoa, wanatafuta starehe ya muda mfupi ili kutafuta eh, hila na mbinu na vitimbi maalum mipango ya kurejesha tu jambo katika hali ambayo si sahihi. Kwa hivyo hilo si jambo sahihi, na ndio maana maulama katika eh, milango ya sheria wakaweka mlango maalum unahusu eh, atahayulu fi shar'i, kutumia ile, zile mbinu zile za udanganyifu katika kukimbia masuala ya hukumu za kisheria. Hiyo haisaidii kitu, bali kwa sababu wanajidanganya nafsi zao wao wenyewe. Kwa hivyo akificha, hayakujulikana kidunia, kihukumu kidunia ndoa itasihi, mithali haikuthibiti kuonekana wazi kwamba hao walikusudia kuwa wafanye hayo, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala itakuwa wao bado wana dhima kubwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakifichikani kwake chochote. Amesema Allah subhanahu wa Ta'ala, inna llaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama, Hakika, Mwenyezi Mungu hakifichikani kwake chochote katika mbingu wala katika ardhi wala katika mbingu. Kwa hivyo wajue kwamba wamuogopa Mwenyezi Mungu katika hilo, na si hivyo tu, bali mpaka pia kishaolewa, eh, awe ameingiliwa na yule mume wa pili na ameishi naye maisha ya kawaida, na ifikie pahala kwamba kamuacha kiasi ambacho naye pia hawezi kumrejea, ndipo taruhusika huyu kwenda kumposa na kumuoa, vinginevyo atakuwa mume wa pili huyo. Ni sawa sawa katika katika hadithi imeelezwa kwamba uh, huyo ni ni rajulun au ni taisun musta'arun kwamba huyo mwanamme anayeoa kwa mazingira kama hayo ya kuhalalisha kwa mtu mwingine, huyo anakuwa ni sana na beberu la kukodi kwenda kutia mbegu tu, kisha baada ya hapo anakuwa hana thamani yoyote katika maisha ya dunia wala maisha ya akhera, isipokuwa akitubu kwa Mola subhanahu wataala Ta'ala. Kwa hivyo, ndoa kwa kauli sahihi ni kwamba ya pili hiyo haitosihi, midhani kwamba nia ni hiyo, wallahu taala alam.